Nao viongozi wa Kenya Kwanza wakiongozwa na naibu rais Kithure Kindiki wamemkashifu aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kwa matamshi yake ya kupinga miradi ya serikali. Viongozi hao wamesema matamshi ya Gachagua kuwa atasitisha baadhi ya miradi ya serikali iwapo atachaguliwa rais yanayumbisha maendeleo katika taifa na kurudisha nyuma maisha ya wananchi. Viongozi hao wanashikilia kuwa miradi inayofanywa sasa ina manufaa kwa Wakenya na watafanya kila juhudi kuhakikisha Rais William Ruto anachaguliwa tena kwa muhula wa pili. Kuna vijana hawakupita form four lakini wakipata support ya biashara watatafuta mali kupitia hiyo talanta ya biashara. <applause> Ndio tunaendelea kutafuta vijana na already hiyo program ya Nyota kwa sababu iko na components zingine nyingi, iko, iko na business support component, iko na skills development, kuna component iko na component, kuna component kuna ya kuwatafutia tenders hao vijana kwa serikali in total hiyo program ya nyota itafikia vijana laki nane 820,000 young people in fact as the county government of Kericho through share we were able to receive 72 million in the last department NHIF could not have despite that and that is why His Excellency the president and yourself steered this country in the right direction. And we know and assure that ultimately we are going to get to Singapore under the leadership of yourself and that of Mr. President. Nimwambie yale jamaa kumfukuza moja peke yake. Unajua jamaa, mimi nimemsikia akiongea tena na kumwambia yeye akipata nafasi kuwa naibu wa rais. Ya kwanza nimfundishe sheria, nimwambie mtu kama wewe ambaye amekuwa impeached hakuna kitu unaweza pata Kenya hii, hata chama ya Catholic sheria hairuhusu wewe kuchaguliwa. Kwa hiyo sababu you know, hiyo yeah, ndio ndio nataka nimwambie Rigathi Gachagua, you cannot take us back. Ulikuwa naibu wa rais for one year na hakuna kazi tuliona ukifanya. Hii maneno ya shaa kuonyesha kwamba tunaenda mbele. Kwa hivyo namwambia Rigathi Gachagua you, you are talking of the past and we are not going backward. Sisi tunaenda